Tuelekee kaunti namba 29 ambapo wakazi katika kaunti ya Nandi wametakiwa kupata leseni ya kuandaa pombe za kienyeji kama vile busaa ili kuzuia biashara ya pombe haramu wakati wa sherehe za kitamaduni. Akizungumza huko Kapsabet wakati wa kuzindua wiki ya uhamasishaji ya NACADA, Naibu Kamishna wa Nandi Alfred Jillo amesema ni muhimu kutenganisha tamaduni na shughuli zinazokiuka sheria kwa kisingizio cha utamaduni.

and let's help our youth and the people that are plagued by, by this, this disease in our society. tuelekee kaunti namba 26 kwake Collins Shitia Bay akit